Sisi mabingwa Tanzania. Hatimaye kombe la pili msimu mmoja ameweza kulichukua tena. Ah, uh, kwa matokeo haya ya leo mnaisha na gani? Kwa kuzania wengine au kuelekea msimu mpya? Ah, la ka, ya hali ya yote, kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika hapa leo katika kombe hili la CRB na kuonyesha ubabe kwamba sisi tumeshindikana, sisi tuna degedege yaani tunauchu kuanzia hapa Tanzania, na future yetu sasa hivi, akili yetu tumefocus kimataifa kwamba tumechoka kuishia robo, tumechoka kuishia nusu. Sisi tunataka kuonyesha ulimwengu mzima kwamba Tanzania hii ni timu hii moja ambayo inaogopeka Dar es Salaam Young Africans, timu kubwa, timu kongwe, ni timu ambayo ina wachezaji experience, ni timu ambayo inasajili wachezaji ipasavyo, ni timu ambayo ina mashabiki wengi ndani na mikoa ya hapa Tanzania. Sisi watu wa Yanga, akili yetu sasa hivi na ndoto zetu kuhakikisha Tanzania hii tunaleta kombe la Kiafrika, unaelewa. Kwa hiyo sisi wanayanga akili yetu fokasi yetu kuhakikisha kwamba tumemaliza dabi ya Tanzania, na sasa hivi kwamba nikisema tumemaliza dabi ya Tanzania, kwamba sasa hivi ikitokea mechi nacheza na mtani wangu sio dabi tena, nacheza na, na mai wangu. Kwa nini nazungumza hivyo? nimecheza na mayu wangu, nimemshona mara tano. Sasa hivi kusema nacheza tena dabi hapana, nacheza na, na mayu wangu. Kwa hiyo sasa hivi tuna focus kimataifa, na leo tumemaliza salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, tumechukua kombe la CRB Bank. Ni ishara moja hapo kwamba Tanzania ni nchi yenye amani na upendo. Tanzania ni timu moja ambayo inaogopeka, ni timu ambayo imeshindikana, umeelewa? Kwa hiyo sisi timu zote ambazo zimebaki zinacheza vizuri lakini nizungumze kitu kimoja, kwamba Tanzania hii imebaki timu moja ya Dar es Salaam Young Africans, timu ambayo imeshindikana. Na sisi tunajipanga mwakani kwa ajili ya kubeba kombe la Kiafrika. Kwa hiyo yote kwa yote, labda nikipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, nyinyi waandishi habari, mnajitoa kwa hali na mali kuipresent ligi yetu ya Tanzania NBC, pamoja na ile kombe ambayo limeisha acrb Pongezeni sana kwa mwenyezi Mungu azidi kuwabarika. Sisi watu wa Yanga, sisi amasa wa Yanga, sisi mashabiki wa Yanga tunafurahi kwa amani ya upendo wa hii ya Tanzania. Kwa hiyo yote kwa yote, Mungu mwema, Mungu ni mkubwa. Inshaallah, kwa uwezo wa mwenyezi Mungu tutakutana mwakani. Asanteni sana.